Kitabu cha mwanamke fungua kurasa. Mheshimiwa Khadija Hasani Abud: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa hii nafasi asubuhi ya, ya leo. Kwanza kabisa, nichukue nafasi hii kumpongeza kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyosaidia na kuhakikisha wizara hii inafanya kazi zake kwa sekta zote ikiwemo michezo, utamaduni, sanaa pamoja na lugha yetu ya Kiswahili. Mheshimiwa mwenyekiti, lakini nampongeza sana mheshimiwa waziri nampongeza sana mheshimiwa waziri kwa juhudi zake anazofanya katika kuhakikisha wizara yake inafanikiwa kwa asilimia kubwa ikiwemo kuwa mtetezi mkubwa wa lugha ya Kiswahili. Nampongeza sana Mheshimiwa Waziri, hapa kazi, upele umepata mkunaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nampongeza naibu waziri, katibu mkuu na wasaidizi wote katika wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanafanya kazi sambamba kuhakikisha wizara yao inafanikiwa katika sekta zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiendelea na mchango wangu, napenda pia kuwapongeza wizara wakiongozwa na Mheshimiwa waziri katika kuhakikisha kwamba mashirikiano kati ya Tanzania bara na Zanzibar yanakuwa ya pamoja katika ushirikishwaji wa masuala yote ya kupeana elimu, kupeana uzoefu, kujengeana uwezo. Tunawashukuru na tunaomba waendelee kwa hilo. Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti nawapongeza sana kwa makongamano yanayofanyika ya kimataifa na ya kitaifa katika kukuza utamaduni wetu na kuueneza pamoja na kueneza Kiswahili duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hilo napenda kuongezea kwamba katika kuhakikisha kwamba tunaeneza utamaduni wetu tutumie sana ngoma zetu za asili na vionjo vyetu vya asili kama Zanzibar kule, tarabu asilia ndio inatakiwa itangazwe na sio itarabu ya sasa hivi. Mheshimiwa mwenyekiti, naona hapo nimeshaeleweka. Nikiendelea na mchango wangu, Mheshimiwa mwenyekiti, nawapongeza sana kwa kongamano lililofanyika kule Havana Cuba, pamoja na makamusi yale ya Kiswahili na Kihispania na Hispania kwa Kiswahili. Nawapongeza sana, kazi hii iendelee ili Kiswahili kiendelee kukua duniani. Mheshimiwa mwenyekiti, naendelea, tuendelee kuwapongeza na kuwashukuru waasisi wetu waliofanya taifa letu lugha ya Kiswahili iwe lugha ya taifa, lakini leo imekuwa si lugha ya taifa, imekuwa ni lugha ya dunia. Tuendelee kuwaombea dua na maisha, ma na maisha mazuri huko waliko peponi amina. Mheshimiwa mwenyekiti, katika balozi zetu tunafundisha Kiswahili lakini, naongezea pia, tufundishe na utamaduni wetu wa asili. Kwa mfano South Korea, ndugu yetu Tunum Mayemba anajitahidi sana kufundisha Kiswahili lakini anaeneza utamaduni wa mtanzania kule South Korea, anafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti, nikielekea naenda kwenye bodi ya baraza la Kiswahili bodi ya baraza la Kiswahili ina wajumbe sita na mmoja kutoka Zanzibar. Ningeona sasa kuweko na umuhimu wa kuongeza idadi ya wajumbe kutoka upande wa pili wa Muungano ili kuleta ile hamasa zaidi ya lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu sasa hivi Kiswahili kimekuwa ni lugha ya Afrika lakini ni lugha ya dunia. Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa na wazo kwa wizara hii, kama atashirikiana na wizara ya elimu kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaokuja Tanzania kusoma basi wapate ile kama orientation ambayo watakuwa na mafunzo ya Kiswahili kwa muda wa miezi si, mitatu mpaka sita, ili kukitangaza zaidi Kiswahili lakini pia kuongeza mapato ndani ya nchi kwa hao wanafunzi wanaokuja kujifunza masomo mengine ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiendelea, tumeona kwenye budget kutakuwa na mapitio na kuongeza baadhi ya man, maneno mbalimbali ya Kiswahili. Ushauri wangu ni kwamba tuendelee kufuata utaratibu katika kuongeza haya maneno na istilahi mpya za Kiswahili, kwa sababu kuna maneno tayari yamo kwenye lahaja za Kiswahili, na inasemekana kwamba lahaja za, za, za lugha ya Kiswahili, kama lile neno lipo basi lisitafutwe neno jipya, kwa sababu maneno yale tayari yapo na yanatumika. Na natoa mfano wa neno guruguru guruguru guru, limeambiwa ni ngurumo lakini neno ngurumo lipo. Sasa kwa nini ya tunatafuta ya mambo ya maguruguru tena kuingiza tena kwenye Kiswahili wakati guruguru tayari ni mdudu? Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiendelea, tujitahidi lugha yetu iwe nyepesi, inayoweza kuzungumzika, inayoweza kusomesheka, inayoweza kutafsirika kwa watu wanaotaka kujifunza Kiswahili. Tukiendelea tu kujaza maneno maneno maneno, kwa sababu tunayakataa maneno ya kigeni. Lugha zote zinatohoa lugha zote zinatohoa maneno kutoka lugha nyingine, na kwa sasa mfano, kuna vitu vinavumbuliwa sasa hivi, ilo neno tutalipata wapi wakati kile kitu ni kipya na kimevumbuliwa. Nataka kutoa mfano, nikichangia bajeti hii mara nyingi natoa mfano kwenye lugha yetu ya Kiswahili, jinsi tulivyotohoa maneno kutoka lugha mbalimbali: Kihindi, Kiarabu, Kifaransa, Kiingereza na lugha nyingine. Nataka kutoa mfano mwengine leo kwa lugha nyingine, kwa nchi nyingine walivyotohoa maneno, tuone kwamba kuna hakuna haja ya kubadilisha maneno na kwenda kwenye lugha ya Kiingereza. Kuna neno bus. Kifaransa bus, lakini kimorishas ni bis, kikomoro ni bis, lakini kwa maana ya basi. Nakuja neno train. Train Kifaransa tra, lakini kimorishas train. Wametohoa wanaita vile vile train, wametumia kwa Kiingereza. Neno tablet Kiingereza, tablet Kifaransa, tablet Kimorishas. Nakuja neno t t kwa maana ya t kwa maana ya ti kwa lugha tatu: Kiingereza, Kifaransa na Kimorishas. Lakini television Kiingereza, television Kifaransa, television Kimorishas. Dokta Kiingereza, doktor Kifaransa, dokta Kimorisha mmetumia hapa, tuone kwamba kutohoa lugha za kigeni ni ni kawaida katika lugha katika dunia yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hivyo tusio, tunaongeza maneno magumu mazito yasiyoweza kutamkika yasiyoweza kutafsirika, lugha itakuwa ngumu, lugha haitakuwa nyepesi, lugha itakuwa tutakimbiwa, watu watakwenda kutafuta wataalamu wenye lugha nyepesi, ili waweze kujifunza kuongea tu na kubadilishana maneno na mawazo kuliko kwa sababu sio watu wote wanaokwenda kufanya mitihani kama wataingia darasani nawafanye mitihani maneno magumu. Watu wanataka kujua kuzungumza Kiswahili na kuelewana na kufahamiana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri nimeeleweka. Mheshimiwa Mwenyekiti, naendelea kupongeza juhudi zinazofanywa mbalimbali katika kuwajengea uwezo wataalamu wetu. Mheshimiwa, Mheshimiwa Khadija Hassan Abood, muda wako ulishakwisha, lakini kwa uzito wa hoja nilikuachia dakika mbili. Kiswahili ni ajira Tuendelee kuhamasisha vijana wetu na wizara itenge kitengo au watu maalum wa kuwasaidia vijana wetu wa Tanzania namna ya kuzitafuta hizi fursa za ajira, kwa sababu wengi hawana upeo na uelewa mkubwa wa kujua hizi fursa za ajira. Matokeo yake nchi nyengine na nchi jirani wanazipata wao, wakati vijana wetu wana uwezo zaidi kuliko hao, wanakwenda kufundisha na kuwa kalimani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tuwasaidie, tuweke kitengo au watu maalumu wa kuwasaidia vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho napongeza wizara kwa andiko la kuomba UNESCO kujengewa kituo cha utamaduni na mambo ya Kiafrika. Asante mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Nadhani Profesa Kabudi <gulitamu> utamkonsalti baadaye Mheshimiwa Khadija ili kutekeleza ushauri wake <tipulitra>